Kaunti za eneo la magharibi zimekuwa mwenyeji kwa rais William Ruto tangu aanze ziara ya maendeleo eneo hilo, ahadi na wito wa umoja ukishamiri mikutano yake. Tunataka tuungane vile Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alitueleza, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, ndio tubadilishe taifa letu, tuondoe ubaguzi na tupange ajira awa vijana. Papa wetu Raila Amolo odinga alituacha tukiwa na William Samoei Ruto, si ndio? Mnasikia kwa sababu tumewajwa hapo. Tumeamua sisi watu ambao tumekuwa katika chama cha ODM tushikilie hapo ha. Tunawaomba kila mmoja wenu uchukue kipande uchukue kadi ya kura uwajibike Wakati ya kura ikifika na kura ikifika tunasema, rais Ruto, rais Ruto. Rais ameonekana <muchas> kutumia miradi aliyokuwa ameanzisha na mingine anayoahidi kutekeleza pamoja na vigogo wa kisiasa kuvutia uungwaji zaidi kutoka eneo hilo. Atibusia mnasemaje? <muchas> mimi nataka niwambie vijana wa Busia Ijumaa ijayo tuko na mkutano na tumepanga vijana elfu mbili wale mume apply ile programu yetu ya, nyatu, ya, ya nyota ya entrepreneurship. hawa vijana elfu mbili wa Busia hapa tumetoa shilingi milioni 120 kuwapatia. Pia ziara hii ya magharibi imeonekana kumpa kiongozi wa taifa fursa ya kuwasuta wapinzani wake ambao wanadai wanaeneza siasa za ukabila na kwamba wameshindwa kusimulia ajenda yao kwa wananchi. Kwa wale majamaa wengine wale wa shares, ati wanatuambia Kenya inapangwa na shares, ati wanatuambia hawa hawana shares, ati hawa wako na shares kidogo, ati wale wako na shares mingi. Hiyo siasa ya chuki na ubaguzi na ukabila na, u, na ujinga hatuna nayo taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie hawa watu wa chuki na ukabila na ubaguzi. Watupatie nafasi, let them give us a break. Kati tu ya ahadi rais ametoa ni pamoja na kuongeza mgao wa fedha kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, serikali kutenga shilingi bilioni moja nukta tatu kwa usambazaji wa umeme kwa zaidi ya nyumba elfu kumi na tano na ujenzi wa uga wa michezo kwenye kaunti ya Busia. Ebu nifanye public participation, wanangapi wanasema tujenge stadium <laughs> Rais pia amedai serikali yake imejitolea kukabili tatizo la ukosefu wa ajira nchini kwa ujenzi wa soko za kisasa, mpango wa nyota kazi mitandaoni, anayesema imewafaidi takriban vijana 1180 chini ya mpango wa Jitume. Rais pia alitetea mpango wa serikali wa kuanzisha swala la ajira ugaibuni. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.